Niombe dua gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akamwambia asema maneno haya, Allahumma innaka afun tuhibu alafwa fafu anna. E Mola, ni mwenye kusamehe. Tuhibu alafwa, wapenda kusamehe. Fafu anna, basi tusamehe sisi. Hili ni dua mujarrab ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfundisha mke wake, pindi unapoona lailatul qadri na lailatul qadri yaanza ama ya yaonekana ya katika siku ambazo haziwezi kushabikana na mbili: kumi na tano kumi na saba kumi na tisa ishirini na moja ishirini na tatu ishirini na tano ishirini na saba ishirini na tisa Siku zake ni hizo, na hikma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kutuletea Lailatulqadri ni kuwa sisi ummati Muhammad ni umma, hatuna umri mrefu basi ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akatuletea Lailatul Qadr siku moja kwa, mi, kwa idadi ya miezi alfu ambayo ni miaka thamanini na tatu. Kila lailatulqadri ukiipata na ule umri unaopata huwa ni miaka unaohisabikana wewe kuwa umeishi katika ulimwengu kufanya amali njema kama umma uliotangulia wa nyuma. Basi dua hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni dua mujarab na kabuli ambao usiikose ukiona Lailatul Qadri. Kwa ajili ya madhambi, huwezi kupata rahma ya Mwenyezi Mungu aina yoyote, ima ni riski, ama ni mapesa, ama ni furaha, ama ni baraka katika maisha yako, ama ikiwa kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Ikiwa madhambi yako ni mingi, huwezi kupata. Basi ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akamfundisha mke wake maneno kama hayo. Basi sambaza ujumbe huu kwa wenzako tupate kufaidika na kukumbushana sote, jamii Islam. Ramadhani karim, wa saumu makbul. Shukran.